Utafiti uliofanywa na jarida la kiuguzi la Journal of Advanced Nursing, umebaini kuwa kusikiliza muziki kwa takriban lisali moja tu kwa siku kunaweza kujenga na kuimarisha ustawi waafya yako ya mwili. Utafiti huo umebaini kuwa kusikiliza muziki ndani ya saa moja katika siku kunapelekea kushusha maumivu na dalili za hasira na huzuni kwa asilimia ishirini na moja mpaka asilimia ishirini na tano. Wataalamu husema muziki huchangamsha njia za kihisia katika ubongo, lakini pia kudhibiti maumivu ambayo mtu anakabiliana nayo katika akili yake. Sasa wewe unasikiliza muziki kwa muda gani katika siku moja? Binafsi huwa nasikiliza hata masaa matatu, ndio maana siku zote nina furaha, sina huzuni. Nataka kuwauliza baadhi ya watu hapa ofisini wanatumia muda gani kusikiliza muziki. Okay, mi mziki nasikiliza muda wote, nikiamka asubuhi nasikiliza mziki, usiku unavyolala, ma nyingine nalala mziki ukiwa unasikika kama background. Kwa hiyo ni muda wote nikiwa nimetulia tu nipo idle kampani yangu ni music. Okay, a uh, mimi napenda kusikiliza muziki sana sana kuanzia asubuhi. Na nasikiliza kama one hour hivi. Saa moja hivi inanitosha kabisa kuweza kusikiliza muziki na kuanza siku yangu. Lakini pia mchana pia huwa napenda kusikiliza muziki sana sana, napotoka kwenye break ya lunch pale kazini, basi nasikiliza pia muziki, lakini pia jioni nikiwa narudi nyumbani kwa muda wa saa moja kabla sijalala napenda pia kusikiliza muziki. So muziki ni maisha, honestly. Si kusikiliza muziki like kwamba mtu unaamka asubuhi, no, no, I don't think so sisikilizi mziki like a routine. Ikitokea nimekama cross na mziki, labda na posti kitu labda ndo nitachagua like audio ya kwenda nayo lakini kiukweli, I don't think I have time kusikiliza mziki saizi. I'm sorry. Inategemea, sina masaa maalum lakini kwa mfano, ni kuchukulia tu, leo leo nimesikiliza muziki kama masaa matatu hivi na ni kwa sababu nilikuwa nina ngoma nyingi. Uh, toka nimetoka tua yangu ya Kampala nilikuwa sijapata time ya kusikiliza. Kwa nimepata time ya kusikiliza leo kwa sababu nilikuwa niko nyumbani tu nimekaa na nini, uh, sina shughuli nyingi. Kwa hiyo mara nyingi nikipata time ya kusikiliza muziki kama na na nyimbo ama uh, na ngoma sijazisikiliza, ndio huo muda wake. Lakini mimi kila siku nasikiliza, mu, uh, nasikiliza muziki at least kwenye masaa mawili mpaka yani kuanzia moja na nusu mpaka masaa mawili lazima nisikilize muziki kila siku.